Habari, tunaendelea naitwa Sha Abdalla, tunaendelea na, na session yetu namba mbili, namna ya kurekodi kazi, kazi kwenye Adobe Audition. Ukitaka kurekodi una una kazi kwenye wakati baada ya kumaliza kufanya kazi yako, na hapa na type Jina nalo tutaka mimi hapa naandika my work. Baada ya hapo, nita click hapa kwenye okay, ambao kisha click hapa tu ne, moja kwa moja inakuja inaanza kujirekodi yenyewe. Click hapa, nikisha click tayari hapo, kama unavyoona zaini navoongea, inajirekodi yenyewe, inajirekodi mpaka pale nitakapotaka mimi urefu wa kazi yangu. Baada ya hapo, nikishanapa nimetosheka nayo kazi yangu labda nimemaliza, nakuja hapa kwenye kitufe cha kunta na kr klik. Nikisha klik itaji highlight hivi. Ikishaji highlight kwenye hizi spaces, maanake ni wakati na rekodi nikuwa sijaongea kitu ko, nataka nizitoe. Namna kuzitoa hizi, unakuja hapa, una una highlight hizi spaces, alafu unafuta, unazi highlight, unazifuta, una highlight, unazifuta zote ili audio yako isiwo na sehemu ambazo hazisikiki vizuri zinakwamakwama. Baada ya hapo, nitaka kupandisha mawimbi, labda sauti iwe kwa ukali zaidi, iwe kubwa zaidi, na kuja hapo kwenye hiki alama cha jumlisha. Hiki nikipandisha juu, nikipandisha juu, mawimbi yanaongezeka. Nikitaka kupunguza, maana ukiongeza sana hivi mawimbi, yakiwa makubwa wakati wa kusikiliza yanaweza kuumiza masikio. Kwa hiyo, nashusha chini, nashusha chini hivi Yanapungua. Kwa hiyo, mpaka hapo nakuwa tayari, nishamaliza kurekodi kazi yangu, nishainani, nishaitoa zile white space ambazo haziko vizuri, ambazo hazikuwa sauti zikisikika. Baada ya hapo, namna ya kuisevu sasa, tukutane darasa jingine kwa ajili ya namna ya kusevu kazi yetu ili ionekane vizuri, iweze kuikuta kule kwenye faili lake. Asante.